Yes, Musasa sawa sawa digital, kunakuwa kuna tuzo nyingi sana ambazo huwa zinatoka eh, Afrika, Afrika Mashariki, duniani kote za wasanii eh, kutokea eh, katika viwanda vya muziki. Tunajua kabisa ukifanya vizuri pia unaweza kupata tuzo, lakini pia kuna tuzo kubwa sana ambazo zinafahamika nikimaanisha Grammy na tuzo nyingine zote kibao ambazo artists eh, eh, wasanii kutokea eh, katika Afrika hii huwa wanazichukua. Tunakumbuka kama pia hata Burna Boy alishachukua tuzo ya Grammy na vingine vikawa hivyo vimeenda kinoma noma. Sasa niko na story ya Burna Boy pia ambayo anaweza kuwashauri eh, wasanii kuweza kukubali, au sio tuzo za nje, lakini pia sio kushangilia sana zile tuzo ambazo wanakuwa wanazipata eh, ndani. Sasa, kupitia ukurasa wake wa Instagram, Burna Boy ameweza kutoa onyo na kuikosoa tasnia ya muziki Afrika mara baada ya kuweza kusema kwamba kuwa maarufu kwenye Twitter au kusikilizwa mara ma ma ma milioni moja Nigeria hakutoshi. Hiyo eh, ndo maana yake kwamba unaweza ukawa na mamilioni ya watu na wanakusikiliza Nigeria pale pale, huko hakutoshi, inabidi tuondoke twende duniani kote, kila moja aweze kusikiliza, kwani kulingana kwa, kwa mapato na kuweza kusikilizwa Ulaya na au Marekani. Ametoa onyo kwa wasanii wasiridhike e, na sifa za ndani pekee. Kwenye pashi, chapisho jingine ambalo Burna Boy aliweza kueleza utofauti mkubwa wa mapato ya muziki nchini na Nigeria na mataifa ya Magharibi. Alisema kwamba kusikilizwa mara milioni moja nchini Nigeria huleta kati ya dola e, dola mia tatu hadi mia nne pekee ikilinganishwa na dola au paundi elfu tatu hadi elfu nne kwa kiwango hicho hicho nchini e, Uingereza, Marekani au Ulaya. Ukiona kuwa ni zaidi kidogo ukiwa nasikilizwa nje ya mipaka ya nchi yako. Hali kama hii inaakisi eh, pia kwamba Tanzania ambao wa wasanii wengi sana wakuweza kutambua kwamba jukwaa la ndani kama Boomplay, YouTube lakini pia wanapenyi kwenye charts zao za kimataifa kama Billboard, Apple Music lakini pia Spotify Global ni moja kati ya platform nyingi sana ambazo wasanii wanatumia ili kuweza ku, eh, kukunadi biashara zao, lakini pia nyimbo zao. Tatizo ni kutegemea mashabiki wa ndani, ukosefu wa mitandao ya kimataifa eh, na uwekezaji mdogo kwenye ubora huu wa mwito kwa wasanii wa Afrika Mashariki. Kufikiria kimataifa, kuwekeza kwenye ushirikiano wa nje, kuweza kujifunza masoko mapya na kupambana kwa sehemu ya jukwaa la dunia. So Burna Boy anashauri kwamba watu muziki uwe globali zaidi kwamba ma Spotify huko ma Apple Music, ma Billboard ndo e, ambapo sehemu ambapo inatakiwa muziki wetu ufike, sio hapa hapa kwa Tanzania, mara bongo flava zimesikika tu hapa Tanzania. Na ametolea mfano katika nchi yao ya Nigeria, wanaweza kusikizwa mara milioni moja then ukapata dola elfu, e, e, do, dola mia tatu hadi mia nne lakini ukisikilizwa kama Uingereza, Marekani pamoja na Ulaya huko ni ni paundi elfu tatu mpaka elfu nne So inabidi wasanii waende globally zaidi kuweza kusikilizwa na matuzo makubwa waweze kuyapokea e, stuff like hivyo. Endelea kutufuatilia sisi kama sawa sawa dito, kwa sababu taarifa zote tunakuwa tunakuletea kwa muda na wakati kabisa. Sasa tunakuletea habari kiganjani mwako, alafu wewe ushindwe kuzipata? Hapana, endelea kutufuatilia sisi kama sawa sawa dito.